Taifa zima la Tanzania linaomboleza. Sisi watu wa imani lazima tukuwe, tukomae. Sisi watu wa imani lazima tukue, tukomae. Kukomaa ni pamoja na wewe kutokusomewa mstari kwenye Biblia, unaenda kula nyasi pale nje. Kukomaa ni pamoja na wewe kutokusikia habari fulani na wewe umekimbia mbio hivi unaenda kunywa huko, mambo ya ajabu ajabu huko. Ni kukomaa tukue, tuongezeke kwa imani na tukomae. Tunapomwona askofu wetu mtoka mbali hapa, waliotoa salamu zake wameeleza kwamba kwa sasa hawezi. Maana yake nini? Mimi na wewe tumwombee, hilo la kwanza. La pili, huyu ndiye askofu mkuu wa TAG hapa nchini. Mungu ameruhusuje? Mungu ameruhusuje? Lazima sisi watu wa imani tukue kiroho. Yajapo hayo, na tumeambiwa baba yetu hapa aliyelala alikuwa dhaifu wakati wa siku zake za mwisho. Manake ni nini? Yeye huko nyuma, Mungu si alimtumia kufanya miujiza na watu walisimama? Kwani yeye tusiambiwe tu asubuhi ameondoka, lakini ameondoka taratibu. Wewe umjuae Kristo, usomae neno, ukue ukomae katika imani.